Baraza la Michezo la Taifa. Kwanza tunapenda kutoa pongezi na kushukuru kwa kupata nafasi ya kuja kufunga maf mafunzo ya para table tennis ambayo yalikuwa yanawahusu watu wenye ulemavu. Ambayo mafunzo haya yalikuwa yameandaliwa na World Para, Para Sports pamoja kwa kushirikiana na chama cha Mpira wa Meza Tanzania. Mafunzo haya yamekuwa ni mafunzo ambayo yamekuwa yana umuhimu ambayo yalikuwa yamelenga kutoa mafunzo kwa watu wenye ulemavu ambao wanahusika sana na mchezo huu wa para table tennis. Mafunzo haya yalilenga kwa ajili ya kutoa mafunzo juu ya trauma informed coaching pamoja na professional table tennis na huku ikiwa mafunzo haya yamelenga kabisa kufanya classification kwa hawa wataalamu ambao watakuwa wamepata haya mafunzo ili kuweza kutambulika kimataifa. Kwa hiyo sisi kama Baraza la Michezo la Taifa tumekuja kwa ajili ya kuwapongeza na kuwahakikishia kwamba serikali iko bega pamoja na wenyewe kuhakikisha kwamba mafunzo haya hayaishii hapa bali tunakuwa na wataalam ambao wataweza kuwafundisha watu wengine ili mchezo huu huu wa para table tennis uweze kukua hapa nchini Tanzania. Na pia tumekuja kuwahimiza kwamba kutokana na mafunzo haya, kwa kuwa watakuwa wanatambulika kimataifa, waweze kushiriki hayo mashindano ya kimataifa ili waweze kuliwakilisha taifa letu kwa uwaredi mkubwa, kwa sababu tayari ni watakuwa ni wataalamu waliopata mafunzo na kujua mbinu mbalimbali kuhusiana na mchezo huu. Kwa hiyo tumekuja na tumeyafunga mafunzo haya, tumeona hawa wakufunzi. Tunamshukuru mkufunzi huyu aliyetoka Pakistan, ambaye ni amekuja kutoa mafunzo haya kwa kujitolea, na sisi kama baraza tuliweza kutoa sapoti kuhakikisha mkufunzi huyu anafika na kuweza kutoa mafunzo huku kwa kuhakikishia kwamba mafunzo haya yanakamilika kwa uwaredi mkubwa. Kwa hiyo hicho ndio kifupi ambacho tumekuja hapa kuhakikishia tunawafunza. Japokuwa wameleta maombi yao kuhusiana na eneo la kufanyia mafunzo, wamefanyia katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Wameomba maombi haya tuyafikishe kwa katibu mtendaji wa baraza la michezo la taifa, na tumewahakikishia tutalifikisha jambo hili kwa kuhakikisha katibu mtendaji anawasiliana na wamiliki wa uwanja huu kuhakikisha eneo hili wazidi kulitumia kuendelea kupata mafunzo mbalimbali, pale punde watakapokuwa wamepata nafasi.